Sote tunafahamu kuwa Oktoba 29 ni siku ya uchaguzi mkuu nchini kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria ile ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Jukumu la ulinzi wakati wa uchaguzi huo ni la Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Nao wananchi wanao jukumu la kudumisha kuhifadhi na kulinda amani na utulivu wakati wote. Hivyo, suala la uchaguzi mkuu kupita kwa amani, utulivu na usalama kwetu jeshi la polisi mkoa wa Dodoma ni kipaumbele kisicho na mbadala na tumejiandaa vema kwa matokeo chanya. Hivyo, wote wanaofikiri kisha kujiandaa kutenda uhalifu kwa maana ya kufanya vurugu, maandamano na vitendo mwamba tano wasitishe au kuacha mara moja. Kwa maana hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linawahakikishia umma kuwa wako salama na waendelee kujikita katika shughuli mbali mbalimbali za kujiletea maendeleo na pia watumie haki yao ya kikatiba Kujitokeza na kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Wale wasiozingatia utii wa sheria bila shuruti na hata hii tahadhari tunayoitoa kwao, tunawalinganisha na wakina Thomas ambao wao hawaamini mpaka waone, hivyo Nawashauri kujiandaa kiroho na kimwili kukabiliana na mkondo wa sheria na wasi kufanya uamuzi wa busara uliojisimika kwenye amani, utulivu na usalama.